Amenipa nafasi nizungumze na wewe ishie na wewe ma maneno haya machachi ambayo yatakupomoa kutoka kwenye kila aina au mateka wa Shetani. Ulimwengu tulio nao huu, ambao unaonekana kwa damu na nyama. huu ni ulimwengu wa mwili, lakini kuna ulimwengu ambao hauonekani kuwa tunaita kwa, ni ulimwengu wa roho ko ulimwengu wa roho una falme mbalimbali za giza ambazo zinatenda kazi, na ndiyo maana sasa ninatangaza jioni ya leo ushindi dhidi ya nguvu za giza, ushindi dhidi ya mamlaka za nguvu za kishetani. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Wakolosai ile sura ya kwanza Wakolosai ile sura ya kwanza na ule mstari wa kumi na tatu maandiko yanasema hivi, maandiko yanasema hivi, naye naye alituokoa, mstari wa kumi na tatu naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye katika yeye kuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Tunazungumza juu ushi ya ushindi dhidi ya nguvu za giza. Nguvu za giza ambazo zinazungumzwa hapo ni nguvu zote ambazo zinatembea rohoni kwa ajili ya kushambulia maisha ya mtu, kwa ajili ya kumfanya mtu awe na huzuni, kwa ajili ya kumfanya mtu awe na fadhaa. Kuna watu leo ni wagonjwa, kuna watu leo hawajiwezi, kuna watu leo wanateswa na mapepo mbalimbali. Nataka nikwambie, hizo nguvu za giza ambazo zinatawala juu yako katika jioni hii ya leo ambayo tunazizungumza, jioni hii uko ushindi ambao kama ukiupokea jioni hii, hizo falme za giza, hizo mamlaka za kishetani hazitakushikilia tena katika jina la Yesu. Nasema hautakushikilia tena katika jina la Yesu. Kana mmoja akanipigia simu akaniambia, mtumishi, ninasumbuliwa, nimetembea huko na kule, nimeteswa na na shida hii, nimeteswa na shida ile, ninahitaji ufumbuzi wa shida yangu. Nikamwambia mwamini Yesu utaokolewa, wewe pamoja na nyumba yako, siyo shida yako peke yako tu, hata familia yako itakombolewa. Kwa hiyo nguvu za giza hazina nafasi kutesa maisha yako, nguvu za kipepo hazina nafasi kutesa maisha yako. Ni kwa sababu tu haujamwamini yeye aliye juu ya mamlaka, haujampokea yeye aliye na uwezo dhidi ya mamlaka hizo za Shetani. Kwa hiyo ndiyo maana nataka nikushirikisha habari njema siku ya leo, hizi unazozisikia jioni hii ni habari njema ambazo inagusa maisha yako. Ni habari njema ambazo zitakutoa kifungoni. Ni habari njema ambazo zitakuokoa. Ni habari njema ambazo zitakuweka mahali salama. Lakini kama haujakubali kumwamini Yesu jioni hii, bado utaendelea kuwa kifungoni, bado utaendelea kuteswa na mashetani, bado utaendelea kuteswa na mapepo, bado utaendelea kuteswa na mikandamizo mbalimbali ambazo shetani anazitumia kwa ajili ya kuwatesa watu nyakati hizo. Nazo maandiko yanasema, naye alituokoa katika nguvu za giza Yuko aliyetuma kutuokoa katika nguvu za giza. Yeye huyo, anayo mamlaka, anazo funguo za mauti na za kuzimu. Yeye huyo, baada ya kufa, alishuka alishuka kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo za mamlaka. Yeye ambaye tunamhubiri jioni ya leo, ana mamlaka dhidi ya falme zote zinazotawala katika ulimwengu wa roho, ana mamlaka dhidi ya nguvu zote za kishirikina ambazo zinatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Kwayo ni zaidi kwamba ni wewe tu hukubali kumwamini John hii, kama utakubali kumpokea kama utakubali kuyatoa maisha yako kwake, nataka nikwambie kwamba utakuwa salama. Nataka nikwambie kwamba utakuwa umekombolewa kutoka kwenye mateso na mikandamizo mbalimbali ambayo shetani amekuwa kukutesa kwa muda wa miaka mingi. Maandiko anasema mstari ule wa kumi na nne anasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Dhambi ndiyo mlango wa matatizo dhambi ndiyo mlango wa changamoto zote ambazo wanaziona. Dhambi ndiyo kikwazo kikubwa ambao kinamfanya Mungu ashinde kusimama upande wako, ashinde kusimama kama mlinzi kwako, ashinde kuwa pamoja na wewe. Na ndiyo maana sasa, kama utakubali kuikataa dhambi, kama utakubali kujitenga na maisha yasiyompendeza Mungu, nataka nikwambie kwamba tutakaposimama na kuomba jioni hii, kila nguvu zilizokushika, kila mamlaka zilizokukamata kila uh, utendaji wa namna yote ambao umejiunganisha nao katika ulimwengu wa roho, Bwana ataukatilia mbali na utakuwa huru kweli kweli katika jina la Yesu. Nataka nikuambie habari njema, nataka nikupe habari njema siku ya leo. Nataka nizungumze na wewe kitu cha muhimu zaidi. Mtu ambaye hana Mungu ndani yake, mwili wake ni hekalu la mashetani. Mwili wake ni hekalu tu la mapepo. Mwili wake ni hekalu kwa ajili ya kuvamiwa na chochote kile ambacho kilikusudiwa kiingie ndani yake leo hii ni mgonjwa, leo hii ni dhaifu, leo hii unateseka, unasema sijui itakuwaje, leo hii una shida za kila aina, unajiuliza ni, ni kwa sababu gani napitia shida hii? Nataka nikupe habari njema jioni hii ya leo, nataka nizungumze le, naye habari hizi ambazo zitakutoa katika kila aina mikandamizo ya wa shetani. Tunaposema walaka wa kwanza wa Yohana, sasa walaka wa kwanza wa Yohana, kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana ni kupatia nukuu hii ili uweze kuelewa juu ya kile ambacho Mungu anakusudia uweze kufunguliwa jioni hii ya leo. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu na ule mstari wa nane waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu na ule mstari wa nane, maandiko yanasema hivi, anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, arudia na kusoma mstari huo, asema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kwakwe Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo wa kuumba kwa ulimwengu. Lakini kipengele hiki kinasema na kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mwana wa Mungu anayetajwa hapa ni Kristo Yesu, yeye huyo aliyekuja katika umbo la mwanadamu, akazaliwa, alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi ni kazi gani hizo? Kazi za ibilisi ni nyingi zaidi, nimezungumza naye kwa habari ya ulimwengu wa roho, hueza kumtesa mtu. Lakini kazi za ibilisi ni nyingi, nataka niziainishe ni kazi hizo. Tuko kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya tano, Wagalatia ile sura ya tano. Kazi za ibilisi Bwana nahitaji zivunjike jioni ya leo, na hatimaye uwe huru kabisa. Kitabu cha Wagalatia ile sura ya tano na ule mstari wa kumi na tisa Maandiko yanasema hivi: Basi matendo ya mwili ni dhahiri, matendo ya mwili ni dhahiri. Nao ndiyo haya kuna uasherati, ufisadi, uchafu, ibada ya sanamu, uchawi, ufisadi, hasira, fitina, faraka, uzushi na mambo yanayofanana na hayo. Mungu anasema katika katika, katika mambo yanayofanana na hayo, kama nilivyokwisha kuambia mapema ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawata ulisi ufalme wa Mungu. Bwana ambaye anakusudia jioni hii ya leo azivunje kazi ya ibilisi ndani yako. Aidha kuna mambo mengi yamekusonga, aidha unaona kuna changamoto nyingi zinainuka ndani yako, lakini nakupa habari njema jioni hii ya leo. Bwana anahitaji ukombozi kamili wa maisha yako. Bwana anahitaji akukomboe katika roho na mwili na ndiyo maana sasa Yesu aliposhuka katikati ya mtu ambaye alikuwa anawekwa kwenye matao, alikuwa anawekwa kwenye birika la Soloamu. Tunaona kwamba malaika wa Mungu alikuwa anashuka mara mara moja kwa mwaka, na akiatibua yale maji, yule mtu alikuwa anakuwa mzima. Mtu ambaye alikuwa ameteswa kipungoni, mtu ambaye alikuwa ameonewa na Shetani, mtu ambaye alikuwa na mikandamizo ya kila aina, nataka nikwambie kwamba Yesu alimuuliza, je, wataka kuwa mzima? Na swali hili liko mbele zako leo. Je, wataka kuwa mzima? Jioni hii Bwana alimuuliza ile mtu, ile mtu akana kitetea. Anasema sina mtu wa kunitia bilikani maji yanapochemka. Bwana asifiwe. Na ndio mata kitu cha kipekee cha muhimu sana cha thamani kwenda kujua kwamba je, wataka kuwa mzima, uzima uliokuwa na taja hapo wa roho na mwili. Kama utampokea Yesu utakuwa ni mzima rohoni, lakini pia na mwilini pia. Mungu anahitaji akufungue kwa hiyo sasa, jioni hii ya leo ninakufundisha ina, haya ili uweze kujua kwamba ushindi huo unapatikana kupitia kumwamini Yesu. Kama utamwamini Yesu jioni hii ya leo, nataka nikwambie kwamba utakuwa kwa salama kabisa, maisha yako na mienendo yako itabadilishwa na kila aina utendaji wa kishetani ambao unatesa maisha yako. Bwana atapigana na adui zako, na hatimaye utakuwa salama kabisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni jambo la kipekee kujua hilo, ni jambo la muhimu kutambua hilo. Jambo la kwanza ambalo litamfanya Mungu aweze kuachilia uzima ndani yako ni kukubali kwa uhalisia kwamba mwanadamu awaye yote amezaliwa katika dhambi, na kwa sababu hiyo hana uwezo wa kushinda, hana uwezo wa kumfanya Mungu akae ndani yake kama hajaikana dhambi, kama hajaikataa dhambi, kama hajawa tayari kuacha yale yote ambayo Mungu hayatarajii kuwa ndani yake. Kama ukakubali kumpokea Yesu kama utakuwa tayari kukiri kwa kinywa chako ya kusema ndio ndio kwa Bwana, ya kusema niko tayari kuyatoa maisha yangu kwa Kristo, niko tayari kuacha dhambi, niko tayari kuacha mabaya yote ambayo Mungu hakuniagiza nila, niyatende, nataka nikwambie kwamba utapokea ukombozi wa kimwili na wa kiroho. Jioni hii ni jioni yako, jioni hii ni jioni kwa ajili ya kila mmoja. Nataka nikwambie jioni hii, kama uko tayari kumwamini Yesu leo kama uko tayari kumpokea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, nataka uungane pamoja nami, nataka upatishe maneno haya. Nataka uungane pamoja nami nikuelekeze namna sahihi ya kuweza kuwa pamoja na Mungu ili Mungu akupumzishe katika mateso uliyo nayo, ili Mungu akuondolee mzigo uliobeba, ili Mungu akutoe kwenye kila aina ya mikandamizo. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya kumi na moja Mathayo ile sura sura ya kumi na moja na ule mstari wa mstari ule wa ishirini na nane Matayo ile sura ya kumi na moja na ule mstari wa ishirini na nane neno la Mungu linasema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami na nitawapumzisha. Ni mzigo gani umekuelemea? Ni changamoto gani imekuelemea? Ni magumu gani yamekuelemea? Ni ubaya upi ambao unaona kwamba unafikiri una labda Mungu hawezi kusamehe Mungu anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosunguka na kuelemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Njoni leo kuna pumziko la Bwana kwa ajili yako. Njoni leo liko pumziko kwa ajili ya maisha yako. Njoni leo liko pumziko kwa ajili ya kuwa na afya njema. Njoni leo liko pumziko kwa ajili ya kufanya uishi maisha ya furaha. Njoni leo liko pumziko kufanya uishi maisha ya ushindi. Patana pamoja nami sasa. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi na nimetambua hiyo kwamba sina uwezo wa kushinda dhambi kwa nguvu zangu mwenyewe, na kwa sababu hiyo ninaomba Bwana nipe neema ya kushinda dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uandike jina langu leo kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu amen. Basi namshukuru Mungu kwa ajili yako kama umefanya sala hiyo, ni zaidi kwamba umeunganishwa pamoja na Kristo, umeunganishwa pamoja na Mungu. Nataka nikwambie kwa maneno hayo machache tu, tayari ulimwengu wa roho unajua kwamba wewe ni nani. Tayari wewe umekombolewa, tayari wewe unahesabiwa kuwa ni mtoto wa Mungu, na kwa sababu hiyo sasa, haijalishi ni kitu gani ambacho kimeweka nila yako, haijalishi ni mabaya gani ambayo yako ndani yako, yako, yako. Hajarishi ni kitu gani ambacho kinakusumbua, ninahitaji niombe na wewe katika jioni hii. Wewe ambaye uko mbali ile karibu, unaweza ukasogea hapa, lakini kama unaona haya, popote pale ulipo, talitia jina la Bwana hapo, nataka nikuambie utapokea ukombozi kamili, Bwana atakufungua na utakuwa huru kabisa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninalitia jina lako jioni hii ya leo, ninajua wazi ya kwamba yuko mwanamke, yuko mwanaume ambaye anateswa na nguvu za giza, ambaye anateswa na nguvu za kishirikina, ambaye anateswa na magonjwa, ambaye anateswa na kila aina mikandamizo ya shetani, ninaamuru jioni hii ya leo, kila aina ya mikandamizo ya shetani, kila aina ya utendaji wa nguvu za giza, ninaamuru kuanzia sasa, maana Bwana amesema, naye alituokoa katika nguvu za giza tayari. Bwana amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Kila aina ya mateso, kila aina ya changamoto kila aina, mabaya, kila aina ya mabaya kila aina ya uzaifu uliokuwa huko ndani yao, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninaamuru jioni hii ya leo hauna nafasi kutesa maisha yao katika jina la Yesu. Kila aina mikandamizo, kila aina ya ushindani ndani yao, ninaamuru jioni hii ya leo hautatenda kazi tena kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu, akuwa ninaamini Bwana amepokea ukombozi kamili, na Bwana niwafanya kuwa washindi na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu, Amen. Ame, tunamtukuza Bwana tunamwazimisha Bwana, yeye ambaye ametenda jioni ya leo. Tunamtukuza kwa maana hakika ametupa nafasi ya kuzungumza na wewe kwa haya machache, na kwa sababu hiyo sasa unaweza ukatupata kwa urahisi zaidi ukitumia nambari hizi za simu. Aidha unahitaji kuwasiliana pamoja nasi, aidha unahitaji kujifunza zaidi, aidha unahitaji kuweza kujua ninawezaje kuweza kutembea kwenye kusudi la Mungu Inawezaji kuishi maisha matakatifu, inaweza kuwasiliana pamoja nasi kupitia nambari hizi za simu. Nambari zetu za simu ni ni 06 0693 581. Nambari zetu za simu ni 0693 69395 581. Tarudia tena nambari zetu za simu ni 69 95 Mungu akubariki, uwe na siku njema na Bwana kutendee mema katika jina la Yesu. Amina. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Ongera sana mchungaji. Amina. Amina. Ongera sana mchungaji. Amina. Inachokifanya. Amina.